Mm. Furaha, Furaha kubwa sana, kama ambavyo tulisema tangu mwanzoni, timu zetu zimejiandaa vizuri, zimetupa matumaini makubwa kwamba zitafika hatua mpaka ya mwisho, na leo hii tumetiki timu ya tatu. Kesho tunamalizia Simba ni kama kusukuma mgonjwa tu kumuingiza chumbani. Kwa hiyo na ehe, hela nimeshawapa shilingi milioni 15. Tunawapongeza sana Singida uh, Black Stars kwa ushindi huu, lakini zaidi ya yote kwa kweli ni pongezi kwa timu zetu zote tatu. Nchi yetu imeandika historia ambayo sina hakika kama tumeandika kabla. Mwalimu Madadi, njo njoo tushirikiane hapo kulisema hili manake, e, Mzee Madadi yeye ameona mengi. Hatujawahi kuandika historia kama hii. Timu zetu zote nne zinakwenda hatua ya makundi, ni jambo kubwa. Tunawashukuru sana e, timu zote nne, wawekezaji, mabenchi ya ufundi kwa timu zote. Mwaka huu tuna uhakika wa uwakilishi mzuri kwenye mashindano ya kimataifa, na ndio maana tunatamba na mheshimiwa Rais anafuatilia sana mashindano haya, kwa sababu anaamini katika michezo na anajua michezo inaweza katotoa Watanzania itawanufaisha vijana wetu kwa ajira, lakini pia itajenga uchumi. Kwa hivyo, leo Singida uh, Black Stars wameshinda mabao matatu, kila bao moja shilingi milioni tano, na hizi ni shilingi milioni kumi na tano. Nimeshamkabidhi uh, Captain Kenneth Juma uh, kwa ushindi na hongereni sana kwa kufanya vizuri kwenye mechi ya leo, mkafanya vizuri kwenye makundi. Bahati nzuri wewe mwenyeji na mambo haya naamini mtakwenda kufanya mambo makubwa zaidi. Labda tumsikilizeni na Mwalimu Madadi kidogo, eh, ka